Inaonekana kama kila siku nyingine kuna ripoti nyingine ya mwisho wa dunia inayopata vichwa vya habari au kuonyeshwa katika makala fulani mtandaoni, habari za kusisimua zinazozalisha, unajua, mibofyo mingi na kuendeleza habari za televisheni. Sawa, unapojiunga nami sasa hapa katika kitabu cha Ezekieli sura ya nne, Ezekieli hafanyi tangazo la mwisho wa dunia ili kuwatisha watu wake. Yeye anawaambia tu ukweli. Sasa anawahubiria Wayahudi waliohamishwa wanaoishi Babeli. Wanafikiri Yerusalemu haitaharibiwa kabisa, wanafikiri watarudi nyumbani hivi karibuni. Na kwa kweli, hiyo ni kwa sababu hawataki kukubali kwamba uhamisho wao ni hukumu ya Mungu juu yao kwa ajili ya ibada yao ya sanamu. Kwa hivyo, kwa kuzingatia hilo, hapa katika sura ya nne, Bwana anamwambia Ezekieli kuhubiri mahubiri ambayo yatawaonyesha kwamba Yerusalemu situmaini lao Mungu ndiye. Haya ni yale ambayo unaweza kuita kwa kweli mahubiri ya kimya, kwa sababu si kile Ezekieli anasema, ni kile Ezekieli anafanya ambacho kinafikisha maana au ujumbe huu kwa mioyo ya watu. Kwanza kabisa, Bwana anamwambia hapa katika mstari wa kwanza, chukua tofali na uliweke mbele yako na uchore juu yake mji, hata Yerusalemu. Kwa maneno mengine Tofali linawakilisha Yerusalemu. Ezekieli anaambiwa kisha ajenge ngazi ndogo na marungu ya kubomoa na kuzunguka hili hili tofali na na kambi ndogo za maadui. Kwa kweli inaonekana kama nabii anacheza mchezo wa mtoto na vifaa vya ujenzi na na matofali ya kujenga, lakini ujumbe huu, ujumbe wa kimya, una somo hili la wazi kabisa: hi, Yerusalemu imezingirwa. Yerusalemu iko karibu kuanguka. Sasa, Ezekieli anaambiwa hapa katika mstari wa nne alale upande wake wa kushoto kwa siku mia tatu na tisini. Hiyo inawakilisha idadi ya miaka ya adhabu kwa makabila ya Israeli. Kisha katika mstari wa sita anaambiwa hapa alale upande wake wa kulia kwa siku arobaini na hiyo inawakilisha idadi ya miaka ambayo makabila ya Yuda yatateseka. Sasa, sasa anapaswa kufanya hivi kwa saa kadhaa kila siku, si saa 24 kwa siku, na na tunajua hivyo kwa sababu anaambiwa kuamka na na na kuoka mkate kila siku, jambo ambalo anafanya. Ni vipindi gani hasa ambavyo nambari hizi zinarejelea haijulikani, lakini zinahusiana moja kwa moja na kiwango cha kutotii katika Israeli na Yuda. Sasa kama hii haitoshi kuwa ya ajabu, kuhubiri mahubiri ya kimya akiwa amelala, Ezekieli anaambiwa hapa katika sura ya tano na aya ya kwanza anze kunyoa kwa upanga. Siwezi kufikiria hilo, lakini Mungu anamwambia, chukua upanga mkali, utumie kama wembe wa kinyozi, na upitishe juu ya kichwa chako na ndevu zako. Kisha chukua mizani ya kupimia na ugawanye nywele sehemu ya tatu utachoma moto katikati ya mji, sehemu ya tatu utachukua na kupiga kwa upanga, na sehemu ya tatu utatawanya katika upepo. Kukata nywele na kunyoa huku lazima kulivutia sana, lakini Bwana anawaruhusu waliohamishwa kusikia kile anachowaambia watu waliobaki Yuda. Hapa iko katika mstari wa kumi na mbili: sehemu ya tatu yenu itakufa kwa tauni na kuliwa na njaa katikati yenu, sehemu ya tatu itaanguka kwa upanga pande zote zenu, na sehemu ya tatu nitatawanya kwa upepo wote, na nitauchomoa upanga nyuma yao. Sasa nimesikia jumbe nyingi za siku ya mwisho katika maisha yangu, lakini hakuna kama hii. Wabudu sanamu na uasherati wa Yuda unaowakilishwa na Yerusalemu, basi watahukumiwa kupitia njaa, magonjwa na umwagaji damu. Walioko uhamishoni wanaoishi Babeli hawatakuwa na mji wowote wa kurudi. Sasa hapa, katika sura ya sita, Bwana anampa Ezekieli ujumbe wa kuzungumza. Yeye yeye anapaswa kuwa kama mlinzi anayelia kutoka kwenye nafasi yake juu ya ukuta wa mji, akionya juu ya hukumu ya Mungu inayokuja kwa sababu ya uabudu sanamu. Bwana anazungumza na walioko uhamishoni kupitia Ezekieli kuhusu wale wanaoendelea kuwa waasi huko Yerusalemu. Hapa sasa katika mstari wa tatu, nitaharibu mahali penu pa juu, madhabahu zenu zitakuwa ukiwa, na madhabahu zenu za uvumba zitavunjwa, na nitawaangusha waliouawa mbele ya sanamu zenu. Sasa onyo hili kali kwa walioko uhamishoni linakusudiwa na Mungu kuwafanya waelekee kwenye toba, na ndiyo maana linajumuisha mwaliko wa kutubu. Anasema hapa katika mstari wa tisa, wao yaani wale waliotubu, watakuwa chukizo machoni pao wenyewe kwa maovu waliyotenda kwa machukizo yao yote. Kwa maneno mengine, baadhi yao kwa kweli wataenda kutubu na kumrudia Mungu. Sasa ikiwa unafikiri kwamba Bwana anataka tu kuwaadhibu watu kwa ajili ya ibada ya sanamu, unajua Bwana anataka tu kuwafanya watu waumie kwa kuchagua uasherati wa basi, umekosa lengo kuu la Mungu. Mara kwa mara Bwana anafanya ijulikane kwamba anataka watu wake wamfuate, anawapenda, anajua kwamba yeye pekee ndiye muumba Mungu wao mwaminifu, yeye pekee ndiye Bwana wa ulimwengu. Hivyo basi, hapa nyuma katika mstari wa saba unasoma hivi e, mtajua kwamba mimi ni Bwana. Mstari wa kumi na watajua kwamba mimi ni Bwana. Mstari wa kumi na tatu na mtajua kwamba mimi ni Bwana. Tazama bonde hili la mateso litaongoza watu wa Kiyahudi waliotubu kwenye maono mapya ya ukuu wa Mungu. Hivyo, hapa katika sura ya saba Ezekieli anatoa, unajua, maelezo yote ya kutisha ya njaa na ulaji wa watu, mauaji na usaliti. Huu ni ujumbe wa siku ya mwisho kabisa. Lakini haujalengwa kuleta machafuko au hofu. Umeundwa kuamsha dhamiri zao na kuwageuza warudi kwa Bwana. Kwa kweli Ezekieli anasema hapa katika mstari wa sita wa sura ya saba mwisho umefika, maangamizi yako yamekufikia, siku iko karibu, nitaimimina ghadhabu yangu juu yako hivi karibuni, na nitakuhukumu kulingana na njia zako, na nitakuadhibu kwa machukizo yako yote. Ndiyo, siku ya mwisho inakuja kwa Yerusalemu, lakini usikose sababu kuu ya yote haya Mstari wa tisa, kisha ninyi, ninyi waliohamishwa, mtajua kwamba mimi ni Bwana. Tazama, hukumu ya Mungu ina njia ya kipekee ya kufunua yeye ni nani. Yeye si Mungu wa upendo tu, yeye pia ni Mungu wa haki na utakatifu, na ata hukumu dhambi. Sikiliza, tunapomwelewa yeye ni nani, tunaweza kukimbilia kwake kwa rehema na msamaha na msamana, tunaweza kusema pamoja na hawa waliohamishwa ninaamini kwamba wewe ni Bwana kweli. Sasa, kwa bahati mbaya, karibu wote wa hawa waliohamishwa wanamdhihaki Ezekieli. Kwa kweli wanadhani yeye yeye amepoteza akili kidogo, ni nabii wa siku ya mwisho asiye na akili. Lakini ujumbe wake wa siku ya mwisho utatimia. Wahamishwa hawatakuwa na mji wa kurudi. Sikiliza wapendwa, hawa waliohamishwa wanaompinga Mungu na kutumaini Yerusalemu kimsingi wanaweka matumaini yao kwenye Titanic. Sawa, hebu niwaambie Titanic inaelekea kugongana. Makuhani na wazee na viongozi wanaowahimiza kuendelea kutumaini katika Yerusalemu, ur kuishi kwa Yerusalemu, kurudi kwao Yerusalemu, kwa kweli wanawazuia waliohamishwa huona hitaji lao la kutubu. Wao wao wanawasaidia tu waliohamishwa kurekebisha viti vyao kwenye staha ya Titanic. Na mwishowe Yerusalemu itakapoporomoka, basi Mungu anasema hapa katika mstari wa 27: watatambua kuwa mimi ndimi Bwana. Sasa ujumbe huu wa siku ya mwisho unasema nini kwetu leo? Kweli, kwa jambo moja, hebu tukumbuke kwamba falme za dunia hii ni za muda mfupi haijalishi taifa lina nguvu kiasi gani au meli ni kubwa kiasi gani. Dunia hii yote ni kama Titanic na jamii ya wanadamu ndani yake inaelekea kwenye hesabu ya mwisho mbele ya Mungu. Tazama, sura hii maalum katika historia ya Israeli inapaswa kutukumbusha kwamba, kwa kuwa Mungu ni Bwana wa ulimwengu, basi ana haki ya kukuhukumu, ana haki ya kunihukumu mimi, lakini pia ana haki ya kutuhalalisha Yani, kutukomboa, kutusamehe, kupitia Yesu Kristo mwana wake. Yu, unaweza kumpinga na kuhukumiwa siku moja, au unaweza kumwamini, unaweza kuamini injili yake, unaweza kumfuata mwana wake kama Bwana wako na Mwokozi wako na kuokolewa kutoka kwenye hukumu yake siku moja. Mimi napenda kufikiria hivi, Mungu anaongoza historia ya wanadamu kwenye bandari ya mapenzi yake ya enzi kuu. Kwa hivyo unapokutana naye, swali ni je, utapata hukumu au utafurahia furaha? Naam, unaweza kufurahia furaha ikiwa umempa mwana wa Mungu Bwana Yesu Kristo maisha yako. Usisubiri hadi iwe kuchelewa. Niruhusu nikualike hata leo kutangaza kwamba yeye ni Bwana kwa kweli, sema hivi: yeye ni Bwana wangu. Naam, hadi wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.